Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika sanda ya Torino, kipindi ambacho kinaletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya KWAUSO sekondari iliyojengwa na kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino kuheshimu uso wake mtakatifu, huyu aliyekuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, tuienze huruma yake inayokuja kama huruma isiyojua mipaka. Leo ni siku ya kumi na tatu ya kipindi cha Kwaresima katika mfululizo wa tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tunazungumza juu ya ukatili uliokithiri aliyokutana nao huyu tunayemkuta katika sanda ya Torino. Nitaanza kwa nukuu: kwa wengine, fumbo la sanda ya Torino sio fumbo hata kidogo kwao inatosha kutazama uso mtu wa sanda na kusikiliza moyoni ndani mwao ukisema, kama huyo sie Bwana basi ni nani? Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Padri Peter Rinaldi, padri wa shirika la Waselesiano, ambaye kwa sehemu kubwa ndiye aliyehusika kwa unganisha wanasayansi 40 wa timu ya Stroll, ya Shroud of Turin Research Project, pamoja na wamiliki wa sanda na watunzaji wake, yaani kanisa Katoliki wakati ule mpaka walikubaliana kufanyika uchunguzi wa majaribio ya kina moja kwa moja hiyo sanda mwaka 1978 bila kuiharibu kwa namna yote ile. Damu inashuhudia mateso makali sana. Sanda ni kitu cha ajabu kuliko tulivyofikiri na tunavyofikiri na tunapoitazama kwa jicho la kwanza. Mojawapo ya majabu yaliyofichika ndani ya picha hii ya sanda ni ukweli kwamba ukatili wa kutisha aliyofanyiwa mtu huyu umewekewa muhuri ndani kabisa kwenye damu yake tunayoiona kwenye sanda. Kama wanachosema wataalamu ni sahihi kwa uhakika ni sahihi basi, huu ni ushuhuda wa kudumu usiofutika kabisa. Maana yake nini? Maneno hayo, mtazamaji yeyote anayebahatika kuitazama sanda ataona kwa macho alama nyekundu zinazomwambia kwamba hapa kuna damu. Lakini labda mashaka inaweza kufuata baada ya tafakari fupi ya kifupi akibaini ugumu huu unaofuata. Lakini mbona alama hizo za damu ni nyekundu mno kupita kiasi kwa damu ambayo imekwisha kukaa kwenye nguo kwa muda mrefu? Ni kweli swali hilo lilikuwa linatumika kama hoja nzuri kwa watafiti waliokuwa wanafikiri kwamba sanda haiwezi ikawa inaonyesha picha halisi ya mtu kawaida kama tunachofikiria kuwa damu ni damu, damu hiyo ingetakiwa isiwe na ukali wa wekundu kama inavyoonekana kwenye picha ya sanda. Swali hilo imeendelea kufanyiwa e kazi na uchunguzi, na sasa majibu yamepatikana. Majibu tuliyo nayo yanahusisha wekundu mkali wa damu na kiwango kikubwa cha kemikali moja katika damu inayoitwa bilirubin. Wataalamu wa damu wanasema kwamba mtu anapoteswa sana, kemikali hiyo ya bilirubin inaongezeka katika damu. Damu yenye viwango vya juu vya bilirubin ikishika kwenye nguo, damu inabaki nyekundu hata ikizeeka. Hivyo wekundu wa ziada kwenye sanda unaeleweka, ikizingatiwa kwamba mtu huyu aliteswa sana. Watesaji walimpiga kikatili bila huruma, mwili mzima, hali ameinama na ya mikono yake imefungwa kwenye nguzo. Watesaji walihusika wawili, mmoja alielekeza ukatili wake hasa upande wa miguuni na wa pili alijikita zaidi kwenye pande za mgongoni. Mijeledi aliyopigwa inaopunganishwa na makofi usoni kichaka cha miba kichwani, lihaka na kejeli zote zilizofanyiwa, mieleka mingi ya njiani, uzito wa gogo alobeba, pamoja na, na fikira yenyewe kwamba mwisho wa hayo yote itakuwa ni kusulubishwa kwa ukatili ule ule, vilichangia kufanya kikombe chake cha mateso kijai na kufurika kabisa. Tukionacho kwenye sanda ni ripoti kamili ya ukatili huo. Hii ni ripoti iliyoandikwa ndani kabisa ya damu yake. Kabla ya kuendelea, tujiachie kidogo kiasi fulani nje ya uwanja wa utafiti ili tulie kwa ajili ya tafakari fupi juu ya maana ya ayo yote. Maana yake nini? watoto wa wayahudi walipokwenda kumlaki Yesu kwa shangwe na vigelegele na nyimbo na matawi ya mitendo mafarisayo walijisikia kukerwa sana, wakawakemea wakiwataka wanyamaze, naye Yesu aliwajibu hivi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Hii tunaikuta katika Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 40. maana yake ni nini? Mafarisayo wakiwazuia watu hao kumkaribisha na kumshangilia mfalme wa kweli wa amani nguvu za maumbile zitaziasi sheria zinazoziongoza na kuingilia kati ili ziweze kumwenzi badala ya watoto watakaokuwa wamenyimwa haki yao. Sasa ukatili na mauaji mabaya ya mtu huyu, tunaona katika hayo yote azma ya kumwangamiza na kufutilia mbali kumbukumbu yake lakini katika sanda tunashuhudia nguvu za maumbile zikipinga mpango huo. Nguvu za maumbile zinajikusanya kupinga ili ziweze kuingilia kati na kuhakikisha kwamba kumbukumbu kumbu ya umbo lake huyu mtu wa sanda na mateso yote aliyovumilia kwa ajili ya ulimwengu ibaki. Na sisi tunajua kwamba enzile wakati mambo haya yalipotokea kamera hazikuwepo, enzi zile hazikujua video wala simu za kuwashirikisha marafiki wa mbali mambo yanayojiri kwa kuwarushia ujumbe unaofaa kwa njia ya WhatsApp. Lakini katika sande ya Torino tunakutana na namna ya video safi inayoweza kutushirikisha sisi tukiwa kwenye umbali wa zaidi ya miaka elfu mbili kutoka kwenye tukio lile la matukio yote katika historia mambo yaliyompata mtu wa sanda kwa njia ya video hii ajabu, ya ajabu. Muumini yeyote anayetaka anaweza kujua vizuri zaidi jinsi huyu alivyoteswa kwa ajili yetu, hata damu yake iliyoshika kwenye sanda inashuhudia. Katika somo linalofuata tutajaribu kuchimba kidogo kwenye kapu la arkeolojia tuone kama tunaweza kupata maarifa yoyote kuhusu adhabu ya kusulubisha kama alitumikia mtu wa sanda. Basi asanteni sana wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, nabasi kesi tuendelee kutafakari juu ya mateso yaliyompata huyu mtu, tukiangalia vipengee mbalimbali na kesho tutazungumza juu ya akeolojia na tamaduni za kusurubu. Asanteni sana.